Usiwahi sikia mwanamke akilalamika kuhusiana na anapatwa labda na miwasho baada ya kutoka period, au usiwahi kusikia mwanamke akilalamika baada ya kutumia aina fulani ya sanitary pad au taulo za hedhi, anapatwa labda na kutokwa na uchafu wenye harufu au na miwasho, au hata muda mwingine uh, kupatwa matatizo uh, makubwa kabisa yanayohusiana na uh, njia yake ya uzazi. sasa pengine unajiuliza ni kwa nini hii hutokea. Sasa katika video hii tutapata kujifunza kwa kina kabisa huwe aina tofauti tofauti ya taulo za kike na wakati gani sahihi wa kutumia uh, taulo za kike. Sasa oh, mada yetu hii ni mada nyeti kidogo au muhimu sana uh, katika afya ya uzazi wa mwanamke, lakini pia ikizingatiwa kwamba taulo hizi za kike ni nyenzo ambayo imekuwa mkombozi mkubwa katika kudumisha uh, usafi lakini pia heshima ya mwanamke na afya ya wanawake na wasichana duniani kote. Lakini pamoja na faida zake hizi zote, oh, unajua historia ya hizi pads zilianzia wapi? Lakini pia unafahamu aina zake? Lakini vipi kuhusu changamoto zake kiafya na mazingira? Na je ni vipi tunapaswa au hawa wanawake wanapaswa kutumia kwa usahihi, ili kulinda afya ya mwili, lakini pia afya ya uzazi na heshima mbele za watu. Endelea kuwa nami hadi mwisho wa video hii, ili kupata elimu kwa kina kuhusiana na aina tofauti tofauti za pads, lakini pia uh, matumizi sahihi ya uh, hizi pads na uh, kulingana na aina zake. Mpenzi mtazamaji. Jina langu naitwa Ngovila Musa, na nikualike tu, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na video zetu, basi upate kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Lakini pia, uh, mwisho wa video hii, basi upate kushare na watu wengine, ili waweze kufaidika na elimu hii muhimu kabisa inayohusu aina tofauti tofauti ya taulo za kike na matumizi yake kwa usahihi kabisa. Uh, mpenzi mtazamaji, sanitary pads au pads kama ilivyozoeleka na watu wengi Uh, si uvumbuzi wa karne ya sasa usije ukaziona na ukafikiria ni kitu ambacho kimekuja juzi tu, hapana. Uh, sanitary pads ina historia ndefu kidogo. Uh, ili kurudi katika mwanzo wa matumizi ya hizi taulo za kike au pads hizi uh, za kisasa eh, unarudi karibia zaidi ya miaka mia nyuma, kwa maana ya kwamba teknolojia hii ilivumbuliwa kwa mara ya kwanza uh, mwishoni kabisa mwa karne ya ishirini ambapo uh, amini mwishoni mwaka ambapo tungeweza sema ni mwanzoni mwa karne ya uh, na ishirini na taulo za kwanza kabisa kibiashara zilianza kuonekana mwaka elfu moja mia nane themanini na nane hivi ndivyo historia inavyosema, na hii ilikuwa huko nchini uh, Marekani, uh, zikiwa zinajulikana kama uh, ball, pads, au uh, baadaye Uh, kampuni kama Cortex uh, mwaka elfu moja mia tisa na ishirini nayo ilianza kuzalisha sanitary pads kwa wingi zaidi, na baada ya vita ya kwanza ya dunia uh, wakati wauguzi walipoanza kutumia uh, vitambaa maalum vya kufyonza damu uh, kwa ajili ya majeruhi, basi na hizi sanitary pads au teknolojia ya kugundua pad, basi ndio ikaanza uh, kuvumbuliwa kidogo kidogo, na baadaye Uh, ikawa rasmi kwamba ni uh, vifaa maalum vya kufyonza damu ya hedhi, lakini kwa sasa sanitary pads uh, imekuwa ni jambo la kawaida, naweza nikasema hivyo kwa sababu zimekuwa ni uh, zikitumika maeneo mengi kabisa. Mpenzi mtazamaji, swali la msingi ni kwa nini baadhi ya wanawake hulalamika au hupatwa na hali ya tofauti kipindi wakitumia aina fulani ya pads au Uh, wengine imekuwa ni jambo lililozoeleka kwao kwamba kila kimaliza period anapata labda miwasho katika sehemu za siri. Siri, wengine anapata kutokwa na uchafu sehemu za siri, wengine anapatwa na magonjwa ambayo hata hajui ni yametokea wapi. Sasa ili kuelewa hilo, unapaswa ujue ya kwamba sanitary pads ziko kwa namna tofauti tofauti au aina tofauti tofauti. Sasa nini kinatokea? Kwa bahati mbaya sana, jamii nyingi za Kiafrika hususan Tanzania uh, watu tumekuwa sio wazingatiaji kwenye inavyokuja uh, swala la kuchagua usahihi wa matumizi ya kitu fulani. Kwa mfano uh, kwa hapa wanawake wengi hawajui kwamba pedi ziko za aina tofauti tofauti, wao wanachojua brands si ziko tofauti tofauti, lakini sio aina tofauti tofauti. Na hapa niweke kwa usahihi kidogo, ninaposema aina tofauti tofauti simaanishi uh, majina, na maanisha miundo tofauti tofauti. Uh, kwa majina ziko ni kweli ziko branch tofauti tofauti, sijui kuna HC uh, kama wengi wamezoea kuita HQ lakini ni HC, Human Cherish, alafu kuna Always, kuna soft care, kuna uh, freestyle, kuna uh, lulu, kuna ziko nyingi nyingi nyingi nyingi. Za kutosha kabisa lakini, katika hizo nyingi ziko za muundo tofauti tofauti, na ndio hii inapelekea uh, mtu akitumia aina fulani anajikuta yuko sawa na akitumia aina nyingine anajikuta anaingia uh, katika shida. Sasa wacha tuangalia hapa kwa ufupi tu aina kadhaa uh, ya pedi hapa. Tutaangalia uh, aina kama sita hivi za pedi ambazo ziko zinazopatikana kwa sasa uh, kwanza kabisa unatakiwa wajue kwamba padi ziko katika makundi mawili, ziko ambazo uh, disposable, ambazo hizi ni za kutumika mara moja na kutupwa, lakini pia ziko ambazo za tunaita reusable. Hizi zinafuliwa zinaweza zikatumika kwa mara nyingine uh, sasa katika haya makundi yote mawili uh, katika kila kundi kuna aina tofauti tofauti. Kwa mfano uh, katika hizi ambazo tumeita ni disposable, au za kutumika mara moja tu Uh, ziko za muundo tofauti tofauti, kama vile uh, kuna tunaita organic parts. Hizi zimetengenezwa kwa pamba asilia bila kemikali, na aina hii nimeifanya iwe ya kwanza kwa sababu ni aina muhimu sana, ambayo uh, kama wanawake wengi wangelijua, basi uh, hii ingekuwa chaguo la kwanza, kwa sababu hii haijawekwa uh, kitu cha ziada ambacho kingeliweza kubadilisha hali ya uh, katika njia ya uzazi na kusababisha uh, namna ya tofauti baada ya kumaliza period. Uh, nikisema namna ya tofauti inamaanisha aidha mewasho au kuvimba au michubuko katika uh, eneo lile la njia ya uzazi au kwenye mashavu ya uzazi au hata kwenye mapaja. Lakini kuna aina ya pili, hii inaitwa uh, inaitwa overnight pads. Hizi mara nyingi huwa ni ndefu na zenye unyonyaji mkubwa. Yaani zina uwezo mkubwa wa kufyonza damu. Kwa hivyo hizi, mwanamke akitumia hizi anaweza akadumnazo muda mrefu. Nikisema muda mrefu, ni zaidi ya muda wa kawaida ambapo inashauriwa uh, sanitary pads itumike au ibadilishwe kila baada ya masaa manne. Yani kila baada ya masaa manne, huyo mwanamke anapaswa kubadilisha uh, hizi sanitary pads au taulo za kike. Lakini kwa aina hii ambayo inaitwa overnight pads hizi Uh, mara nyingi huwa zina uwezo wa kustahimili zaidi ya hapo, kwa hivyo anaweza kadumu nazo hata masaa uh, manane hadi kumi bila kubadilisha uh, na hii imetengenezwa uh, kwa maarifa makubwa kabisa, hasa tabaka la kati ambalo ndilo linalofyonza uh, damu limewekwa kwa uh, teknolojia ya hali ya juu na lea yake ni kubwa, ili uh, kuruhusu kuhudumu kwa muda mrefu. Lakini kuna pantyliners. Uh, pantyliners sio ngeni na asilimia kubwa wanawake wanazifahamu, na hii uh, inafaa zaidi wakati wa mwishoni wa hedhi au uh, muda ule damu nyembamba ikiwa inamalizikia uh, uh, au hata wakati ambao sio wa hedhi. Lakini uh, kuna baadhi ya wanawake wakiwa katika, wakiwa katika uh, siku za hatari wao wanatokwa na uteute uh, -ute mwingi kiasi kwamba unaweza kawa anachafua uh, unachafua uh, nguo ya ndani. Kwa hivyo ili kuzuia hilo, anaweza uh, akatumia hizi pantyliner uh, kwa ajili ya kukinga, basi asipate uh, kuwaibika kutokana na hiyo uh, hiyo discharge. Lakini ziko uh, pads ambazo zinaitwa maternity pads. Hizi mara nyingi hutumika kwa akina mama ambao wametoka kujifungua uh, kwa sababu kunakuwa na Uh, umwagikaji wa damu nyingi, lakini hii inaweza ikatumika pia hata kwa mwanamke ambaye uh, ambaye sio ametoka kujifungua ila anapata over bleeding, yani anakuwa anatoka na damu nyingi kupita kiasi uh, lakini kuna aina nyingine ya pads ambayo hii uh, zinakuwa tunasema zinakuwa na mint au alcohol uh, kama umefuatilia kwa umakini utagundua kwamba uh, hii kwa wanawake sasa, utagundua kwamba kuna baadhi ya sanitary pads ukivaa unapata hali fulani ya ubaridi sana. Uh, na hapa kuna baadhi ya HC ziko hivyo na pedi kama Kate, brand kama Kate uh, ina hizi ambazo zina alcohol na baadhi ya pads nyingine zinakuwa na hiyo mint ambayo inaleta ubaridi ubaridi. Uh, hii alcohol, ni nzuri japo kwa upande mwingine ina hasara zake, lakini ni nzuri kwa maana ya kwamba inazuia uh, kupatwa na maambukizi uh, na upande wa ubaya wake ni kwamba inaweza ikadinecha eneo hili la njia ya uzazi na kufanya uh, kukabadilika pH yake na hivyo kuleta hali ambayo sio ya usawa kati ya bakteria rafiki na bakteria ambao wanaweza kaleta uh, ugonjwa katika njia ya uzazi. Ha, lakini ziko ambazo ni kinyume yake sasa ambazo hizi hazijaongezwa chochote ni cotton sawa lakini haiko na kemikali yoyote. Hizi pia ziko za layer tofauti tofauti. Ziko ambazo zinastahimili muda mrefu na ambazo za muda mfupi lakini muda mrefu tunazungumzia hapa sio zaidi ya masaa manne. Kwa hivyo, hii ni jambo la kuzingatia sana kwamba hizi parts uh, huyu mwanamke atakavyokuwa anazitumia hizi ambazo ni za kawaida sio overnight anapaswa uh, kubadilisha kila baada ya masaa manne na isivuke hapo. Uh, mpenzi mtazamaji teknolojia ya kutengeneza padi uh, ni teknolojia ambayo ni ya tunaweza sema ni ya hali ya juu sana ambapo uh, hizi padi zinakuwepo katika uh, mkusanyiko au layer kama kama tatu hivi ambapo hizi layer ndio zinazounda uh, u, u, u, ustamilivu au uh, uimara wa padi na kufanya hiyo uh, yu nguzo muhimu katika kufyonza damu na hivyo uh, kuzuia uh, huyo mwanamke asipatwe na uh, kutokwa na damu uh, katika au uh, katika nguo au uh, popote ambapo anakuwa ame, ame, ameketi. Sasa hizi layer zake ziko tatu, kuna layer juu kabisa tunaweza sema ni top sheet au uh, top layer hii ndio inayogusa ngozi. Mara nyingi hii hutengenezwa kwa uh, synthetic fibers au uh, matirio ambazo zinafanana na, na pamba hivi, lakini sio pamba halisi. alafu kuna absorbent layer ambayo, hii absorbent layer yenyewe uh, ndio sasa kazi yake kubwa uh, huwa ni kufyonza uh, kimiminika au damu na hii uh, huwa tunaita ni ni S AP yani absorbent, uh, polymer, uh, absorbent polymers. Uh, aina nyingine au layer inayofuata inaitwa back sheet, ambayo hili ni tabaka la plastiki mara nyingi huwa ni nylon hivi. uh, mara nyingi hii ndio tabaka la ambalo uh, linakuwa linaweka kizuizi damu isivuje isitoke kwenye hii layer ya kati ya ya ya kati ambayo tumeita ni super absorbent polymers, au SAP, na kufanya damu zibakie hapo na zisi, uh, zisipate kugusa katika nguo au zisipenye katika nguo, lakini kuna vijisehemu vya ziada kama adhesive strip au zile ambazo zinakuwa kama wings. Uh, ambazo hizi mara nyingi huwa na gundi ambayo inashikiza katika pad uh, mini katika nguo ya ndani au uh, nachelewa kusema chupi lakini pia uh, nikukumbushe tu teknolojia inayotumika kutengeneza hizi pads ni ya hali ya juu sana ambapo uh, ni za usafi wa kiwango cha juu sana lakini nitoe angalizo, sio kwamba zinakuwa sterile. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa uh, hizi zikawa na contamination kwa kiwango fulani, lakini katika kiwango ambacho hazitaleta uh, matatizo makubwa. Sasa baada ya kuangalia uh, aina hizi za pedi, wacha tuangalie changamoto za tuangalie faida na changamoto za pedi katika mazingira sanitary. Pedi zimeleta mapinduzi makubwa, kama nilivyosema, na faida zake kwamba ni rahisi kutumia, lakini hupunguza uwezekano wa aibu kama vile kuvuja damu na imeweza kustiri, kwa sababu uh, kabla ya hapo kama nilivyotoa katika introduction, wanawake walikuwa analazimika kusubiri kipindi cha period kipite, ndipo aweze kurejea katika majukumu yake ya kila siku, ambapo atakaa nyumbani. Kama ni mwanafunzi basi hataenda shule, kama ni a, mfanyakazi basi atakaa nyumbani kwa kipindi chote cha siku nne au tano hadi sita kusubiri tu period ipite, na hii ni kila mwezi. Uh, kwa hivyo hii imepunguza uwezekano wa kuaibika, lakini pia imepunguza hii usumbufu kwa kiwango kikubwa kabisa, lakini imeleta heshima kwa mwanamke uh, heshima na hali ya ushiriki katika shughuli za kila siku za uh, za kiuchumi au za kiutafutaji au uh, shughuli mbalimbali. Lakini kiafya kuna changamoto kiasi, baadhi ya pedi hasa zenye harufu au zenye kemikali hizi ambazo zinakuwa treated zimeongezwa kemikali fulani huleta uh, miwasho baadhi, kwa baadhi ya wanawake uh, wanakuwa wanalalamikia aina fulani ya pedi, akitumia anapata miwasho au anapata uh, kutokwa na uchafu, na hii inatokana na kwamba inakuwa na kemikali ile kemikali inaenda inaharibu asili ya sehemu zile za uzazi kwa mwanamke, kwa maana ya njia ya uzazi, na hatimaye anakuwa ni rahisi kupata maambukizi either ya bakteria au ya fungus. Lakini kiuchumi pia, uh, pamoja na tunafurahia teknolojia ya sanitary pads au matumizi ya hizi pads. Pads hizi asilimia kubwa ambazo tumesema ni single use, inamaana na tukizingatia kwamba mwanamke huyu anakuwa anabadilisha kila baada ya masaa manne, uh, pads hizi zinauzwa kwa hivyo, kiuchumi hii inakuwa ni hasara kubwa, kwa sababu uh, ukienda kwa hesabu hii ya kitaalamu kwa siku mwanamke anatakiwa atumie uh, uh, utagawa hapo ishirini na nne gawanya kwa nne. Kwa hivyo ni kama pedi uh, sita hivi, almost ni kama uh, pedi moja uh, inaenda hivyo kwa siku tano, kwa hivyo inakuwa ni kama pedi tano, na kwa pedi zenye ubora sio chini ya shilingi Elfu tatu hadi 1500 kwa pisi moja. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, utazidisha mara siku hizo tano, unakuta ni kiasi kikubwa ambapo ukizidisha kwa mwaka unakuta ni kiasi kikubwa cha pesa. Uh, sio kila mtu ana uwezo wa kumudu kiasi hicho cha pesa. Lakini kimaisha pia kuna ukosefu wa upatikanaji sometimes, unakuta kuna, kuna baadhi ya maeneo hasa ikichukulia kwa Tanzania, baadhi ya mikoa unakuta uh, hivi vitu hazipatikani kwa wingi huo. Uh, ni tofauti na walioko maeneo ya mijini na maeneo ambayo yana ya maendeleo kidogo. Uh, lakini pia kimazingira, hizi pads zinatengenezwa kwa plastiki ambazo uh, ile ganda lake la nyuma huwa ni plastiki au nylon ambayo ni ngumu, haiozi haraka. Kwa hivyo zimekuwa kama watu wasipozingatia uh, zinaweza zikaleta uchafuzi wa mazingira, lakini pia uh, kuleta maambukizi au contamination kwenye baadhi ya, uh, ya vitu Nikisema baadhi ya vitu namaanisha uh, zinaweza zikawa vitu zinazolimwa katika ardhi, uh, inaweza ikawa katika vyanzo vya maji, inaweza ikawa uh, maeneo mengi ambayo uh, kama hizi pads zisipotunzwa vizuri baada ya kutumika, basi kuna uwezekano mkubwa zikafanya contamination na hivyo uh, kuleta uh, shida ya kiafya uh, kwa watu. Sasa, wataalamu wanasema au tafiti zinasema plastiki hii ya pad au nylon hii ya pad huchukua Uh, hadi miaka mia tano ili kuoza na kwa bahati mbaya sana, kutokana na ile layer ya kati ile inayofyonza damu uh, plastiki hizi huwa ni ngumu kuungua, uh, amini hizi uh, parts ambazo zimetumika huwa ni ngumu kuungua, uh, ile tunasema complete burning. Inakuwa ni haiwezi ikafikia hatua hiyo kutokana na ile layer ambayo uh, ya pale katikati kwa kati uh, bahati mbaya sana wanawake wengi huwa hawajui ni namna gani basi wanaweza kazi uh, discard hizi au namna ya kudispose hizi uh, sanitary pads ambazo zinakuwa zimetumika. Kwa hivyo unaweza kukuta sehemu uh, zimetupwa uh, katika hali ambayo ni ya hatari kabisa kwa mazingira, lakini kiafya pia. Wacha uh, tuangalie kuhusiana na hizi pads uh, kwa mjibu wa shirika la afya duniani yn yani, uh, WHO na tafiti za afya ya uzazi zinasemaje? anasema Shirika la afya duniani WHO inashauri kwamba mwanamke au mtu anayetumia uh, sanitary pads apate kubadilisha kila baada ya masaa manne uh, na hii na iko wazi kabisa uh, lakini pia wakati uh, wa kutumia hizi pads inapaswa kuosha mikono vizuri kabla ya matumizi, lakini pia na baada ya uh, kuzitumia. Yani baada ya kubadilisha pads, huyu mwanamke inapaswa aoshe mikono yake kwa sabuni na maji mengi na hii ni ku kuepusha uh, contamination, na hii nitoe tu angalizo kati ya wale wanawake ambao hulalamika uh, kupatwa na matatizo baada ya kuwa anamaliza period. Uh, katika kipengele ambacho huwa wanafeli kingine ni hichi kwamba wanachelewa kubadilisha kwa wakati, lakini pia ana anakuwa na cross contamination, yani anabadilisha pad kabla mikono yake haijawa maisafi. Lakini si, pia wanasema usitumie pad moja kwa muda mrefu, hii ni Shirika la Afya Duniani na shauri hivyo, lakini pia hii pad ambayo imekwisha tumika inapaswa uh, kufungwa vizuri kwenye karatasi au mfuko fulani kabla ya kutupwa katika takataka zingine, yani isiwe tu yenyewe kama ilivyo na ikawekwa katika uh, takataka zingine. Lakini kwa upande wa zile parts ambazo ni reusable, hizi za kufua, inapaswa zisafishwe kwa maji safi na sabuni kwa kina kabisa, ili basi iweze uh, uh, kuto kutunza katika hali ambayo hairuhusu kutunza uh, bakteria au kuruhusu bakteria kuzaliana na hivyo kuleta uh, infection kwa huyo mhusika. Kwa hivyo inapaswa zikauke vizuri na zikauke uh, kwa muda mrefu juani. Uh, mpenzi mtazamaji hadi hapo ningependa tufike mwisho wa somo letu. I hope utakuwa umejifunza jambo la msingi kabisa kuhusiana na aina za pad lakini pia namna sahihi ya matumizi ya pad. Uh, na tutakuja kwa uh, kwa undani kabisa tutapata kuangalia uh, uh, ni namna gani basi pads zinaweza zikatumika au zikawa chanzo cha mwanamke kupatwa na matatizo au magonjwa katika njia ya uzazi. Usiache kusubscribe, comment kushare na watu wengine, lakini pia uh, kama una swali lolote uh, usisite uh, unaweza ukawa ukatuuliza direct hapa katika comment section, lakini pia unaweza ukawasiliana uh, nasi kwa namba ya simu ambayo ukihitaji tutakupatia, na kama una swali lolote tutakujibu huko uh, privately.